Kiasi cha hisa zilizouzwa kiliongezeka pia kwa asilimia 80.28 kutoka hisa milioni 3.04 hadi hisa milioni 5.48. Jumla mtaji wa soko ulipungua kwa asilimia 0.52 kutoka shilingi trilioni 19.711 wiki iliyopita hadi shilingi trilioni 19.6. Hii ni kutokana na kupungua kwa bei ya hisa za Vodacom Swissport, JHL, EABL, Precision Air pamoja na MCB, ambapo Vodacom ilipungua bei kwa asilimia 15.58, Swissport ilipungua bei kwa asilimia 1.3, JHL ilipungua bei kwa asilimia 2.12, EABL ilipungua bei kwa asilimia moja nukta tatu nne, Precision Air ilipungua bei kwa asilimia kumi, na MCB ilipungua bei kwa asilimia tatu nukta nne tano. Mtaji wa soko la ndani ulipungua kwa asilimia sifuri nukta sita tano kutoka shilingi trilioni kumi na tatu nukta mbili tano wiki iliyopita hadi shilingi trilioni kumi na tatu nukta moja sita. Hii ni kutokana na kupungua bei kwa hisa za Vodacom ambazo zilipungua kwa shilingi 120, Precision Air ambazo zilipungua kwa shilingi 40, Swissport zilipungua kwa shilingi 20, na MCB zilipungua kwa shilingi kumi. CRDB iliongoza kwa idadi kubwa ya hisa zilizouzwa kwa asilimia 77.16, sawa na hisa milioni 4.2, ikifuatiwa na TBL kwa asilimia 7.61, sawa na hisa laki 417,136, zilizouzwa kwenye kaunta ya biashara ya mapatano ya kabla, huku Afriprice kwa asilimia 5.29, sawa na hisa laki 290,110, na NMB kwa asilimia 3.98, sawa na hisa 218,515 zilizouzwa kwenye kaunta ya biashara mapatano ya kabla. CRDB imeongoza kwa mauzo wiki hii ikirekodi shilingi bilioni 3.3 ambayo ni asilimia 42.2 ya mauzo yote, ikifuatiwa na TBL ikirekodi shilingi bilioni 2.9 ambayo ni asilimia 36.86, huku NMB ikirekodi bilioni 1.3 ambayo ni sawa na asilimia 16.9 ya mauzo yote. Wiki hii tumeshuhudia wawekezaji wa ndani wakichangia asilimia 99.04 kwenye shughuli za soko huku wawekezaji wa nje wakichangia asilimia0.96 tu. Katika wiki kulikuwa na miamala 131 kwenye soko la hati fungani ambapo soko lilisajili takriban shilingi bilioni 224.7